Baada ya siku kadhaa za uvumi kuhusiana na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hatimaye leo idara husika zimethibitisha rasmi taarifa za kifo chake. Habari hizi zimeleta simanzi, machozi na majonzi makubwa kote nchini. Leo Jumatano hii imepewa jina la Jumatano Nyeusi, kwa kizungu Black Wednesday, siku ambayo mioyo ya mamilioni imeunganishwa na huzuni moja siku ambayo taifa limepoteza kiongozi, kiongozi aliyeishi maisha yake yote kwa ajili ya haki, usawa na demokrasia. Raila Odinga, mwana wa Jaramogi Oginga Odinga, alikuwa nguzo kuu ya siasa za kisasa nchini Kenya, sauti ya wanyonge, mtetezi wa umoja na ngome ya matumaini kwa vizazi vingi. Kwa zaidi ya nusu karne, alisimama kidete kwa imani ya Kenya huru yenye demokrasia na maendeleo. Alipitia magumu, mateso na misukosuko, lakini hakuwahi kupoteza imani kwa taifa lake. Na sasa baada ya tangazo rasmi la kifo chake, viongozi mbalimbali -mbali wa kitaifa na kimataifa wameungana kutoa rambirambi zao na heshima zao. Rais William Ruto ameongoza taifa katika maombolezo akisema, tumepoteza mzalendo mwenye ujasiri wa kipekee mpiganiaji wa Afrika mwenye kutaka mshikamano wa kweli aliyetamani amani na umoja kuliko madaraka au faida binafsi. Ameendelea kusema Raila alikuwa mtumishi wa watu aliyejitolea kuona Kenya inakuwa bora. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amesema tumepoteza baba wa taifa, mpigania haki wa watu na mwana wa Kenya wa kweli. Urithi wake hauko tu katika mapambano ya kisiasa, bali katika amani aliyosaidia kujenga. Martha Karua, aliyekuwa mwaniaji mwenza katika uchaguzi uliopita, amesema Raila alikuwa mtetezi wa watu jasiri na mshirika mwaminifu katika mapambano ya ukombozi wa pili wa Kenya. Spika wa Seneti Amason Kingi ameongea kwa majonzi na kusema, kwa mshtuko na huzuni kuu tumepoteza mwana wa kweli wa ardhi ya Kenya, baba wa ugatuzi na bingwa wa demokrasia. Nje ya Kenya, viongozi mbalimbali pia wametoa rambirambi zao. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amesema tumepoteza kiongozi mahiri, mwafrika wa kitaifa, mpenda amani na mtafutaji wa suluhu. Ameendelea kusema kwamba hili siopigwa kwa Kenya tu, bali kwa sisi sote Afrika Mashariki. Kutoka Zambia, Rais Hakainde Hichilema ameandika tumehuzunishwa sana na kifo cha Raila Odinga, Kiongozi mashuhuri wa demokrasia. Urithi wake utaendelea kuishi. Waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed ameongeza kuwa mapambano yake kwa uhuru na usawa yamevutia vizazi vingi ndani na nje ya Kenya. Urithi wake utaendelea kusikika katika misingi ya demokrasia aliyosaidia kuijenga. Na kutoka India, waziri mkuu Narendra Modi amesema nimehuzunika sana kwa kifo cha rafiki yangu mpendwa Raila Odinga. Alikuwa kiongozi mashuhuri na rafiki wa kweli wa India mwenye mapenzi makubwa kwa watu na amani. Maneno yote haya yamebeba hisia ya moja, kwamba Afrika na dunia tumepoteza sauti ya matumaini. Leo Kenya inaomboleza kwa heshima na upendo, bendera zinapepea nusu mlingoti, nyoyo zimejaa simanzi, na katika kila kona ya taifa hili watu wanakumbuka Raila kama shujaa wa watu aliyeishi maisha ya kupigania haki na usawa. Hii ni Jumatano Nyeusi, siku ambayo historia ya Kenya ilibadilika, siku ambayo sauti ya ujasiri ilinyamaza, siku ambayo taifa lote lilisimama kimya kwa heshima ya mwana wa Kenya, Raila Amolo Odinga. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.

Doruba tuliona mwanga, sauti ya ujasiri ikinua taifa. Uliteseka kwa nchi bila kujibakiza, mwana wa Kenya umeata historia Pigania sauti za wanyonge, uliamini Kenya ingeweza kung'aa. Kila hatua yako ilikuwa dhabihu kwa kizazi kijacho, ukalima tumaini. Tulikusikia Kenya.

la habari zilizothibitishwa na familia yake zimethibitisha kuaga dunia kwa Kimani Mbugua mwanahabari kijana mwenye kipaji kikubwa. Kimani Mbugua alianza safari yake wanahabari NTV Kenya na baadaye kujiunga na Citizen TV. Baada ya muda Kimani Mbugua aliondoka kwenye vyombo vya habari, Akianza safari ngumu ya mapambano dhidi ya changamoto za afya ya akili. Alizungumza waziwazi kuhusu hali yake, akifungua ukurasa mpya ujasiri na ukweli, akihamasisha jamii kuzungumzia afya ya akili bila uoga wala aibu. Katika kipindi hicho kigumu, watu wengi waliguswa na hali yake, miongoni waliomsaidia ni Mike Sonko ambaye alimsaidia kupata matibabu na msaada wa kifedha na Oga Obina aliyesimama naye kwa karibu. Bwana alitoa, Bwana alitoa, jina lake lihimidiwe. Nimekuwa wenu Jembe Mahiri.